Kwa majina anaitwa Andrea Joseph Chiniko, ni mkazi wa mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa mjini, kata wa Kilosa, mtaa wa Limosi. Napenda kuwasitiza vijana wenzangu, watanzania wenzangu kuwa na huruka za kuweza kushawishiwa kufanya maandamano nchini Tanzania, kuweka watanzania waki kwenye hali ngumu ya uduni ya maisha yao, hawajui wa maisha yao naishije. Tarehe ishirini na tisa Elfu mbili na ishirini na tano Oktoba, ilikuwa sio maandamano kwa sababu sheria ya maandamano inataka yawe na ulinzi wa jeshi la polisi na kibali zaidi kutoka jeshi la polisi. Sasa yale ilikuwa uvunjifu wa amani kwa sababu walikuwa wanabomoa maduka ya watu, wanaiba simu za watu, wanabomoa maduka ya watu wana, wanaiba gesi za watu, wanakuja wanachoma magari ya watu, wanachoma magari, magari, magari ya mwendo kasi wa Tanzania. Wanapata shida na wazazi wao na kizazi chao vijavyo lakini wao wanakuwa kufanya utetevu wa kufanya maandamano ambayo hana, hana wadhibiti wala hayapo kwa kiserikali ki, ki, ki. Zaidi nipende kuwapongeza jeshi la polisi kwa kushirikiana walioweka na kutetea kutetea wananchi na mali zao zote mpaka hapa walipofika, mpaka nchi imekaa sehemu zake k sehemu sahihi ambayo ni wadhubuti ambao na Tanzania wanapenda kukaa katika mazingira ma, ya amani. Na kuzingatia wa Tanzania sisi ni maskini wa hali ya chini sana ambao tunastahili kuongoza sisi wenyewe kuendeleza maisha yetu. Kwa hiyo, nipende kwa sisi na wenzangu cha kufanya yaje kabisa watafute wafanye kazi zao waweze waweze kulea familia yao, familia zao, wazazi wao na vizazi vijavyo. Wasipende ku, wasipende kuchochewa kufanya vurugu ambazo zina msingi kwa Tanzania. Kuacha wazazi wetu wanaishi maisha ya shida, wanabaki ndani wamechoka na wanao wadogo ndani wamechoka, wanakosa ushirikiano wa kifamilia. Niwape pole Watanzania wenzangu. Kwa hizi zilizotokea walifunga biashara zao, uchumi wa Tanzania. Tanzania ni matajiri kia kitu, na kitu unategemea nguvu zetu sisi wenyewe Watanzania. Kitu ambacho nataka mimi nikizungumzie kuhusiana na madhara ambayo yaliweza kujitokeza tarehe ishirini na tisa Oktoba, madhara yale yalikuwa ni makubwa sana, sababu ukiangalia a, vijana walikuwa wanafuata mkumbo kwa maana ya kufanya maandamano pasipo kujua nini wanachokidai. Kwanza tulishuhudia wakifanya mambo makubwa sana wakichoma barabara, wakichoma matairi barabarani ambapo moja kwa moja tunaona ni madhara ni makubwa, kwa sababu barabara inapochomwa hii imetengenezwa kwa lami. Moja kwa moja leo ukipita mle ambamo wali, waliweka washa moto unakuta lami imeharibika, kwa hiyo tayari serikali imeingia hasara ya kuweza kurekebisha lami. Moja kwa moja tunaona kabisa ni madhara makubwa ambayo tunaweza kuyapata, lakini pia tunaangalia waliweza kuchoma pia ofisi za serikali za mitaa, moja kwa moja serikali inaingia tayari hasara, maana manake hizi tayari kuna urekebishaji wa zile miundombinu ambayo iliharibika, lakini pia vituo vya polisi viliweza kuchomwa. Yote hii ni madhara ambayo yaliweza kutokea kwa sababu ya maandamano yale ya tarehe 29 Oktoba, na mimi takuweza tu kusema kama afisa usafirishaji niliweza kupata madhara, kwanza kabisa si kuweza kufanya kazi, lakini hatukuweza kupata, lakini cha kushukuru Aa, kuna maandamano mengine yalikuwa mpango lakini aa, vijana waliweza kuelewa, vijana kama mimi tuliweza kuelewa Kulikuwa hakuna sababu, walikuwa hakuna sababu ya kuweza kufuata mkumbo tena, kwa sababu mkumbo, anapofuata mkumbo lazima unajua kuna madhara yake. Kila kitu kinapofanyika lazima kinakuwa kina negative impact, kwa maana kina, kina madhara yake. Kwa hiyo sitamani tena kuona madhara yale yanajirudia katika taifa letu, kwa maana taifa letu ni taifa la amani. Tunatamani kabisa amani iendelee kuwepo na sisi ndo vijana ta, vijana taifa la kesho. Sasa sisi kama taifa la kesho tunatamani kabisa tuone kesho taifa hili linaendelea kuwa na, na, na, na amani. Uh, chakuweza kusema tu mimi tu ushauri wangu kwa vijana wenzangu, vijana kama vijana tuache kufuata mkumbo, tuangalie eh, vitu ambavyo sisi vitatupa faida, kwa maana tutajitengenezea kipato. Hii mitandao ya kijamii ujue, mitandao ya kijamii leo hii dunia iko kama kijiji kwa sababu hii mitandao kwanza kabisa imekuja lengo, sisi kwanza kujielimisha, kwa sababu unaweza kuelimika kupitia mitandao ya kijamii kwa jina. Naitwa Zuberi Isa Mapila, ni afisa usafirishaji mkoa wa Iringa. Sisi kama maafisa usafirishaji mkoa wa Iringa, sisi hatuna shaka, sisi kwanza tunatamani tuna sana tuendelee kuishi kwa amani, kwa sababu tumezoea kutafuta mkate wetu wa kila siku, lakini hizi lockdown ambazo zilitokea sisi zimetufunza vitu vingi, kwamba kukaa ndani sio kuzuri, kukaa ndani ni changamoto. Tuna kila sababu kwanza ya kuishukuru serikali kuhakikisha kwamba hakuna aliyezulika kwa, kikisha, kwa akuna. Sasa kila kitu kiko sawa. Vijana tunafuata sana mikumbo, tunakuwa na miamko. Kwa hiyo kikubwa, tuondoe miamko. Sisi kama maafisa usafirishaji hatutakuwa tena na miamko kwa sababu tumeona madhara yake. Miamko sio mizuri kufuatilia mitandao vitu ambavyo vitatusababishia changamoto sisi, sisi wenyewe sisi kwetu tumeona hiyo haitatufaa ni vyema tukawa wapole, tufanye kazi, tutafute mkate wetu wa kila siku. Unakaa ndani? Sisi bodaboda, maisha yetu lazima utoke nje, ukatafute riziki, alafu baada hapo ndo mambo mengine yaendelee. Ukilala ndani siku moja, bosi anakuwa ajala, mi mwenyewe sijala, familia yangu haijala, hakuna jambo ambalo linaendelea ambalo litakuwa ni salama au kina mangi kimambi au sisi, sisi, sisi siyo sehemu yetu, kwa sababu hatuwezi sisi kuhamasishwa na mtu yuko yuko zake nje huko. Sisi tuko hapa tukizulika, tunazulika sisi peke yetu, yeye anakuwa yupo. Na taifa hili siyo sehemu ya kutumia kutumia nguvu. Sisi tumezoea kukaa chini na kuyajenga, na tuseme tu kwamba sisi tutakuwa tuko tofauti na wale ambao watakuja watapanga mawe barabarani, wale ambao watakuja watachoma matairi. Sisi hatutawachekea kwa sababu sisi bila kutoka nje hatuwezi kula. Sisi bila kutoka nje hatuwezi, kama hivi unavyoona tumekaa hapa kijiweni, natafuta riziki. Kukiwa na purukushani, hatuwezi kupata riziki. Abiria wote watakuwa wako nyumbani tutampakia nani? Kwa hiyo uchumi wetu unasimama. Kwa hiyo hatuko tayari kuona uchumi ukiendelea kusimama, ila tuko tayari kuona uchumi wetu unasonga mbele. Mheshimiwa anafanya kazi na sisi tunamuunga mkono. Mheshimiwa Rais aendelee kuchapa kazi, sisi kama vijana, sisi tuko pamoja na yeye na tumwambie asiwe na shaka kuhusu sisi, maafisa wa usafirishaji, tuko pamoja na yeye.